Habari zenu Watanzania, leo uh, Majizzo wa EFM kaja kuombea msamaha wasanii ili Watanzania mrudi kuwasapoti. Sasa nilikuwa nataka niwaambie kitu Watanzania, hii issue ya ku, kuhusu watanzania kwa samee wasanii inabidi watanzania muangalie bigger picture. Msiuangalie tu wale wasanii ambao mnaambiwa muwasamee, si nini inabidi muangalie bigger picture kwenye hii hi, hi, ishu ya wasanii. Ishu ya wasanii ni kubwa na nzito kushinda vile ambavyo labda wananchi mtaiangalia tu. Oh, tuwasamee tu, tuwasapoti, twende kwenye show. No, hii issue sio about kumsamehe sijui Nandi, sijui Zuchu, sijui Diamond, sijui nani. No, hii ishu ni kubwa na, msidhani anaye push hii ni Majizo au ni watu hawa ambao wanakuja kuomba msamaha. No, ishu inakuwa pushed na serikali batili. Hii ishu ya nyinyi kwa samia wa Tanzania, iko inatoka kwa Samia directly, yule msaidizi wake yule nani yule waziri Salum yule, ndo yuko nyuma anaratibu hii ishu yote, na nitawaambia ni, ni kwa nini wanahangaika. Ishu sio kwamba wanawajali wale wasanii ila issue ni kwamba wale wasanii ndio huwa wanatumika na CCM kudanganya wananchi, na pia entertainment industry ya Tanzania ndio imetumika na CCM pia kuendelea kuwaacha CCM madarakani kwa kuwadanganya wananchi kwa kutumia hawa so called vioo vya jamii. Sasa CCM ikikubali hawa wasanii wakapoteza waka influence yao kwa wananchi that means wamepoteza connection yoyote kati yao na wananchi. Unaona, sasa hivi connection ambayo wanaweza wakaitengeneza tena na wananchi ni kupitia hawa hawa wasanii, ndio maana wana push mno. Inabidi wananchi mwangalie bigger picture kwenye issue. Kwanza kabisa, mkiwasamee tu wasanii na mkiwasamee tu, mkirudi kwa support that means mmerudisha entertainment Tanzania. Kama mmerudisha entertainment Tanzania, it means mmeshasahau mauaji, it means mmesamee yale mauaji, it means mko tayari ku move on N na CCM na kingine kikubwa wanachojaribu kuwarudisha wale mjini wasanii, wakisharudi Mkiwarudisha that means Watanzania, Tanzania mtafocus tena na wasanii, mtaanza tena kufocus na challenge challenge ya mziki, sijui nani anatoka na nani nani anatoka na nani. Mpaka hapo Samia Suluhu na, na awajuwenzie wameshapona, kwa sababu mmesharudi kule mlipo mlipotoka. Watanzania tumebadilika, tumefanya steps kubwa. Msirudi tulipotoka, msirudi tulipotoka, tusirudi Yani, tumepambana tumefika, tume tumefika, tupofika, tusirudi nyuma. Alafu subiri, ni pointi ingine kubwa, ni kuandaa niwapeni. Majizo anasema mwasamee hawa, kwa sababu walikuwa kwenye kutafuta hela. Mwasamee sijui kwa sababu wana haki ya kuwa chamahiki, chama hiki, chama inabidi watu wa understand na waelewe, waelewe kwamba Majizo ana ongea azif, chama kilichokuwa kinasapotiwa au serikali iliyosapotiwa na hawa hawa wasanii, ilikuwa ni serikali ya kawaida au ilikuwa ni kitu cha kawaida? Hawa hawa wasanii walikuwa sio, walikuwa mpaka sasa hivi, walisapoti serikali ambayo ilikuwa inaua, I mean, inaua watu, inateka watu Serikali ambayo iliua mzee Kibao, imewapoteza kina dosi soka, na huyo rais anasimama anasema kifo ni kifo. Hii ndio serikali ambayo hawa wasanii waliamua kusapoti, serikali ambayo iliamua, haitaki uchaguzi wa haki. Hawa wasanii walikuwa kwenye steji za kampeni, huku wakiona Tundulisu kapewa kesi ya kunyongwa, yuko jela, walishughudia uonevu wote unaofanyika. Kwa hiyo Majizo asiongelee kwamba wale waenda kutafuta hela, walienda kutafuta hela at the expense of their funds eh? fans wao wakiongea chochote wanatakwa na hii serikali, alafu wao waenda kutafuta hela kwenye hiyo serikali. Sasa waendelee kula kwenye hiyo serikali, kwa sababu wale ndio wanao waona wanawafaa, so Majizzo asiongelee as if hii ilikuwa ni kitu nomo kilichofanyika pale, it was not normal. Ufisadi uliofanyika mkubwa vile uliofanyika, wananchi hawana hata maji ya kunywa. Kina Mange tunaongea, wasanii wanafanya video m, wanasema tuache wivu. Acheni wivu, eh? kununua ma Rolls Royce ma viongozi. So, please Majizzo, shut up Alafu kingine wa Tanzania inabidi mwelewe why Majizzo kaja kuwaombea hawa msamaha hawa. Majizzo hawaombei hawa msamaha peke yao, Majizzo hawaombei msamaha wasanii tu, anajiombea na yeye Majizzo. Ipo kwenye entertainment industry, bila wasanii hakuna entertainment industry, so yeye mwenyewe pale anawaombea wale muwasamee wale, ili na yale hakuna, sasa hivi hakuna redio hakutokuwa na TV, hakutokuwa nini bila hawa wasanii ndio maana kina Majizo msishangae, msi hata wiki ijayo akatoka mpaka kuzaga kusema wasamehewe, because na wao wanatafuta kula. Na huyu Majizo is the wrong person to even come here and talk. Yeye mwenyewe alikuwa anaunga mkono wauwaji, so hatumshangai kufanya anachofanya. Watanzania mki mkiwarudisha hawa wasanii Samia ameshinda hii mechi, kina Kikwete wameshinda hii mechi. Msirudi, tumefika pazuri, we have to keep fighting, tusirudi nyuma. Na sababu kubwa tulioweza kufika hapa tulipofika ni kwa sababu tuliwapotezea wasanii na upumbavu wao. So msikubali kurudi, msikubali kufanywa wajinga na hizi peji za kipumbavu, kina karima stori tu, kina nani. Nimeona leo o oh, mimi niwe mwenyekiti wenu? Yani sasa hivi wanawachukulieni wa Tanzania kama vile ni majinga mafala, eti mimi niwe mwenyekiti wenu nikaongea. Alafu msikubali sasa hivi mka mkawafanya hawa wasanii topic tena leo, Instagram mzima, kila sehemu, wasanii wasanii. Who, who are, who are they? Who are they? Ni kina nani hawa wasanii, wameshawaumiza wamesha tumeshatutaki kuwaongelea tena kwenda kuisha na msikubali kufanywa wapumbavu na hizi peji za umbea, kina Maimatha kina Kerimastori stories, kina nani hawa ndio wanaotumika kwa kuwarudisheni nyinyi kwenye upumbavu, msi jamani wa Tanzania, tumepoteza too much, tumezika watu, damu zimemwagika. Msikubali kufanywa wajinga tena na hawa wasanii, sijui entertainment industry hii topic ya wa wasanii muiue, imeshakufa hatuitaki. Acheni hao kina Nandi wajitoe akili sijui kutangaza sijui sijui, anafanya show kwamba yeye she doesn't care, anafanya show anafanya nini? Guys, let's stay focused, tubaki focused mpaka tushinde, let's stay focused. Tusirudi kwa wasanii, nawaomba, sijui sijui ni waombaje, msirudi kwa wasanii, no matter what. Na hata sasa hivi mnavyowaongelea everywhere, tayari tumeshapotea. Acheni kuwaongelea hizi mbwa mbo, acheni kuziongelea.